Huduma za maji nana zinaendelea kama kawaida, japo kuna tetesi zilitokea kwamba maji yalikuwa hayako vizuri, yametiwa sumu, lakini tunaendelea kuyatumia na hatujapata madhara yoyote. Kwa hiyo huduma zinaendelea kama kawaida na maji bado tunaendelea kuyatumia tu. E, kwamba nashauri kwamba labda uh, ni tetesi ama ni uvumi kutokana na mambo yaliyotokea nyuma hapa, lakini bado tunaendelea na huduma ya maji tunayotumia na hakuna madhara yoyote tuliyoyasikia. Kweli taharuki hiyo ilitokea ya kuhusu maji yana sumu, lakini baada ya muda DAWASA wenyewe walitutumia message kwamba, message za kawaida kwamba maji yale hayana sumu, ndio maji ambayo tunayotumia mpaka sasa, na katika familia yangu hakuna yoyote aliyedhurika. Mimi kwa maoni yangu, na nawahusia nawasii wananchi wenzangu, linapotokea taharuki kama hiyo Naomba wewe watulivu mpaka watakapopata taarifa kwa wahusika wenyewe.